Naitwa Hamisi Mazanzala, ni mdau wa Neema na Maendeleo Fund, na siku ya leo tumefika hapa katika kituo cha Uyacho kwa ajili ya kutoa sadaka, na tulianzia kituo cha cha, cha cha cha ambacho kipo Kashai eh, Nusura na tumemaliza hapa katika kituo cha Uyacho tunakuta Eh, ni miongoni mwa vituo ambavyo vina watoto wengi sana, lakini eh, programu hii kwa mwaka huu eh, ni programu ya kwanza kwa Neema na Maendeleo Fund, ambayo inaratibiwa na Mheshimiwa Neema Rugangila ambaye ni mbunge, lakini kupitia mifuko ya wadau, mimi kama miongoni mwa wadau ambao tumeliwa eh, kuchangia kidogo kwa ajili ya kuja kutoa eh, mahitaji kwa wale eh, watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu eh, na wengine ambao wana uhitaji kama huu. Iyo kwa mwaka huu imekuwa ni projects ya kwanza na tunamshukuru sana Mheshimiwa Neema Lukangila, na Mwenyezi Mungu aendelee kumuweka kwa ajili ya, ya, ya kuendelea kusaidia wale ambao wenye wenye wenye uhitaji. Kwa nitoa wito tu kwa wadau wengine ambao watawiwa pia ku, kuingia katika, katika katika movement hii uh, Mwenyezi Mungu atawajalia kwa sababu hakuna mwenye nacho, hakuna mwenye ambaye hana lakini si kwamba uh, uh, anayetoa ndio mwenye kingi zaidi, hapana, ni moyo tu wake ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia dada yetu kuwa ni, ni miongoni mwa kile ambacho anakipata basi anakishia na jamii. Kwa hiyo nimshukuru sana na, na, na, na kwa niaba ya wale wengine ambao hawakufanikiwa kufika kwa sababu siku ya leo e, hali ya hewa kidogo ilikuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo tulitarajia kuanza asubuhi mapema ili tuendelee na shughuli zingine, lakini naona leo hali ya hewa ya Bukoba kulikuwa na mvua tangu asubuhi. Kwa wachache ambao tumefika tumewakilisha wajumbe e, wadau wengine ambao pia hawakufanikiwa kufika. Pia ni waombe tena wao, vine. Kuhandele, kuhandele, musimabu, kwa moyo wao vilevile waendelee kuendelea kujitolea, kwa sababu leo tumetembelea vituo viwili kama jinsi ilivyokuwa ada yetu. Tulitaraji tena e, tutarajia kutembelea tena vituo vingine viwili vingine e, e, vya ziada. Kwa hiyo itakapokuja harambee tena ya kuchangisha basi sisi tuendelee kuchangia, ili wale ambao wanaishi katika mazingira magumu waendelee kunufaika na uwepo wa dada yetu huyu Neema Kangela. Asanteni sana.